Wilaya ni Bukoba mkoani Kagera. Huu ndio ambao na dhamana ya kutetea burudani ya ligi kuu ya NBC katika mchezo kati ya Kagera Sugar dhidi ya Azam FC. Kagera Sugar na Azam FC, na wanaoingia kwa sasa ni wachezaji na maofisa wa mchezo huu. Alnus Luena, match commissioner, akimwambia Rusaje, rudi kwanza hapa tupate picha. Na kikosi cha wana super crew kumbi kimeanza na mlinda mlango wake Nasoro Saadun, anaongoza safu ya ushambuliaji nyuma yake akiwa ya Abdul Suleiman Sopu, Idd Nado na Jibril Sila upande wa kulia na kushoto, James Akaminko na Yahaya Zaid. walikosa ushindi dhidi ya Singida Black Stars na walikosa ushindi dhidi dhidi ya ya Young Africans, wataupata dhidi ya Kagera Sugar? ni maswali ambayo yanajibiwa ndani ya dakika 90 za mchezo huu. Kagera Sugar dhidi ya Azam, uwanja wa Kaitaba, ilani Bukoba mkoani Kagera, moja kati ya mechi nzuri za kutazama. Mimi ni Alwatan Ramadan Goda. Haya ni madhambi yaliyochezwa na Kasim Feka, kadi ya njano ya mapema kabisa, dakika ya tatu ya mchezo akioneshwa, mshambuliaji wa Kagera Sugar Kasim Feka. Peter Lwasa ameutonje ulikuwa ni wa moto mno kwa Zuberi Foba, na akafanya kichongwa na David Charles Luhende, kakona moja ndani, huku Kapama ameuparaza bado. Hicho Shamtenida baada ya kombora ambalo liliachiwa na Peter Luasa, na akacheza mlinda na Blanga. Zuberi Foba, Feka akauweka tena katika hatari, wakati unajiandaa kuondosha mpira uliokuwa una zagaa zagaa ukakutana na mguu wa Hija Shamtelida akaukwamisha mpira kambani na kuiandikia Kagera Sugar Doza. Piga pasi moja, upande wa pili imefika kwa, kwa Lusajo Mwaikenda ambaye anainyonga cross ndani kwa Sopo. Goal kick. na ikamkuta Sopu akiwa huru mno. Anachodai Sopu ni kwamba ameucheza Ramadhani Chalamanda, haukwenda nje kwa yeye kuwa mtu wa mwisho kugusa. Ramadhani Chalamanda aliupaka mafuta ukaenda nje. Sopu oh, yes! Nilikwambia ni watu wata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 lifanya umbile lake kuwa kubwa Zuberi Foba, na akaudhibiti mpira, lakini jaribio la pili la Kasim Feka michezwa kona na wamekataa Azam. Tayari dakika 45, za kipindi cha kwanza zitakamilishwa na Inspector Sadi Mrope, mwamuzi wa kati katika mechi hii, katika uwanja wa Kaitaba. Ramadhani Chalamanda, kipindi cha pili kitazaa nini, na kitakuwa na faida gani kwa timu hizi mbili ambazo tayari zina goli moja moja kila moja?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 cross hivi kwa pasi moja iliofika kwa Idd Nado Magician. Idd Selemani Ali Idd Nado anawachungulia, na kwa Azam, kwa mbali, angalia pasi ya Nasoro Sadun ilipofika kwa Idi Selemani Ali, Idi Nado hakufanya makosa na mguu wake wa kushoto ukahakisha kwamba mpira unatinga katika net. Kagera Sugar, David Charles Luhende, weka in swing. Wachezaji wawili wamegongana vichwa. Wa Azam FC bado ni hatari, unaandika goli la pili. Kagera Sugar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 Akaucheza Peter Lwasa kwa kichwa na Kasim Feka akawepo katika eneo lile lile ambalo alikuepo Zuberi Foba. Hoja ambayo anajenga Azam ni kwa nini mpira haukusimama. Pasco Msindo ananyonga krosi ndani kwa Sadun Tusajo Amonyaka, Ramadhani Chalamanda inawekwa krosi ndani, Lwasa amecheza heko Zuberi Foba, idinado amemshughulisha kwelikweli, na mlango wekwa tena ndani nafasi, nyoka mwenye sumu kali. Kagera Shuga walidhani kama ni mjusi asamefw, wanaandika goli la tatu, aliucheza Ramadhani Chalamanda, ukawekwa tena na uliporejeshwa ulimshinda mlinda mlango Chalamanda na ukajanya vuni. Azam FC wamepata kile ambacho wamekisafiria kilomita nyingi mno kutoka Dar es Salaam. Blanco Jhonier. Blanco anapambana, amezunguka. Blanco anafinya tena, Blanco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 Ujiage anaba taarifa mkusha kwenda nje mpira. Haya, ni kona. Ameanza Cleofas Kandala nea mpira mzuri ndani. Kichwa tena anacheza Zuberi Zuberi Zuberi Foba. What a save. Save kweli, kweli, anaifanya Zuberi Foba. Zuberi Foba. Save ya mara. Cleofas Kandala. Acha pasi moja nzuri na asa akafanya kazi nzuri, lakini Zuberi Foba akautoa nje. Mchezwa kona moja ndani ya huku tena akakata Fuentes Mendoza. Yes, dakika tisini zinakamilika katika uwanja wa Kaitaba, Bukoba. Sadi Mrope anazimaliza dakika zote tisini. Zuberi Foba amefanya save za maana ambazo zimefanya Azam kutopoteza mechi hii. Ramadhani Chalamanda amerusi magoli manne. Mimi ni alwatan Ramadhan Goda, full time, uwanja wa Kaitaba Bukoba mkoani Kagera Super Nkurukumbi Kagera shuga mbili, matajiri wa fedha na boli Azam FC 4 mpaka wakati mwingine mpao